Kuwa na mama mmoja mjane aitwaye Sauda. Mumewe alifariki dunia ghafla, akiwacha watoto hao mapacha Baraka na Amani wakiwa wadogo sana. Maisha ya Sauda yaligeuka kwa mteremko wa mateso kila kukicha, fadhali ya jana, giza ilimkumba tangu alipozaliwa. Njaa ikawa rafiki yake wa kudumu, machozi yakawa mgeni wa kila siku. Kila alipoinuka maisha alimsukuma chini tena, mateso hayakumwacha piki, kilimkumbatia kama kivuli chake. Sauda alifanya kazi za vibarua kwa wakulima wakubwa, akilima mashamba mengine, huko akiosha vyombo na kufua nguo za matajiri, lakini ujira aliopata haukutosha hata kuunga unga kutengeneza ugali wa mawe. Usiku ulipoadia, watoto wake lala kwa njaa, lakini Sauda alifariji kwa maneno aliyojaa matumaini: mwanangu, mvua hainyeshi milele na jua halizami bila matumaini ya kesho. Licha ya umasikini wake, Sauda alijitahidi kulia watoto wake lakini matatizo hayakuacha kumwandama. Siku moja, akiwa nyumbani kwake, walimjia wafanyabiashara ambao walidai wamkopesha mumewe kiasi kikubwa cha pesa. Walitaka walivyo pesa zao ndani ya wiki moja, na wasipolipwa kibanda chake kilichokuwa hifadhi ya wanae kitakuwa chini ya umiliki wao. Sauda alipigwa na butwaa, huwa kutambua nini cha kufanya. Nyumba pekee ambao ndo msaada wa kujistiri dhidi ya maisha ya dunia leo hii walimwengu wanataka kumnyang'anya. Alihangaika usiku na mchana akifanya kazi kwa bidii kupata pesa za kunusuru nyumba yake, lakini bahati haikuwa upande wake. Siku zilikatika hatimaye, siku ya kulipa deni iliwadia na hakufanikisha kupata pesa zao. Sauda alilia sana, akiomba mwachie kibanda chake, maana ndo kitu pekee kilichobaki kustira mtoto wake, lakini wafanya biashara hao hawakusikia la mwadhini wala mnadi swala, hivyo nyumba yao ilipigwa mnada na walimwengu alimtimua Sauda na wanaye bila huruma. Aliwachukua wanawe wakiondoka kwa unyonge bila kutambua wapo naelekea. Alijitahidi kutafuta hifadhi kwa ajili ya watoto wake, lakini hakuna aliyekubali kumpokea, hivyo alilazimika kulala msituni. Walitafuta hifadhi na wakajenga kibanda cha miti ili kujistiri na maisha ya dunia. Lakini licha ya mateso hayo, aliwahimiza wanawe wasome kwa bidii. Alihakikisha kuwa Baraka na Amani wanahudhuria shule Akitambua kuwa elimu ndio funguo wa maisha, hata kama mlongo wake ulikuwa umejaa kufuliza dhiki. Watoto wake waliteseka shuleni, mara nyingi alifika darasani miguu ikiwa imepauka kwa baidi na matumbo yakiwa hayana kitu, wakati wenzao walipokuwa kila chakula kizuri cha nyumbani, wao walitafuna maganda ya miwa. Wanafunzi wenzao waliwadharau, lakini mama yao aliwatia moyo na kuwahimiza asikati tamaa huko, akiwakumbusha kuwa simba kishikwa na njaa hawezi kula nyasi lakini husubiri kwa uvumilivu. Sauda alipambana na kuuza maandazi na chai sokoni, alihangaika alfajiri hadi jioni. Wakati mwingine alishawishika kuomba msaada, lakini moyo wake ulisita na kumwambia mkono uende kinywani, lakini heshima ibaki moyoni. Licha ya changamoto zote, Baraka na Amani walijitahidi masomoni. Walijua kwa maisha yao ni kama safari ya kupanda milima, walihitaji kuvumilia ili kufika kileleni. Siku moja baada ya miaka mingi ya bidii, matokeo ya mtihani ya Baraka na Amani alitoka. Wote walifaulu kwa alama za juu. Habari hiyo ilienea kijijini kama moto wa nyikani. Wanafunzi waliowahi kwa dharau sasa waliwasifu. Walifanikiwa kwenda mjini kuendelea na shule ya upili, na walishirikiana kwa pamoja. Walijitahidi kusema kwa bidii, wakikumbuka maneno ya mama yao, wasikubali kuacha elimu aende zake na hatimaye matunda ya juhudi zao yalionekana. Vyuo vikuu viliwakaribisha kwa mikono miwili. Mama yao aliwasihi wasome kwa bidii na wawe makini na safari ya mpya ya elimu. Na baada ya miaka kadhaa ya safari ya matumaini, Baraka alihitimu kuwa daktari bingwa huku Amani akiwa mhandisi mashuhuri. Hatimaye, baada ya kupata kazi nzuri, walimnunulia mama yao nyumba kubwa ya kifahari, walimvisha mavazi mazuri wakamfanya kuwa mama wa heshima kijijini. Mama huyu alitabasamu kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi. Aliwaambia wanaye kwa sauti ya upendo, mwanzo wa maisha sio mwisho wa safari, na anayevumilia hula asali. Wakazi wa kijijini walishangaa jinsi watoto wa masikini waliweza kufanikisha mambo makubwa, na hadithi ya Baraka na Amani kwa wachachu wa vijana kupambana ili kutafuta maendeleo. Hadithi yao ilithibitisha kuwa uvumilivu huleta ushindi na juhudi huzaa matunda. Mama Sauda alibeba mzigo wa maisha kwa machozi, lakini hatimaye watoto wake walimrudishia furaha, na siku zote alibaki akitambua kuwa asiyekubali kushindwa hawezi kushindwa.